Sheikh mkoa Sheikh Hassan, Hassan Kibura, mheshimiwa naibu fakihi, mzee wangu Sheikh Sheikh, pole lakini, mheshimiwa Sheikh wangu wa wilaya, mzee wangu Sheikh ya Kilimali, waheshimiwa viongozi mbalimbali vivokukulia hapa, naamini itifaki itakuwa imezingatiwa. Ndugu zangu kama alivyosema jana wetu na mimi niseme nitoe neno, mimi neno langu ndugu zangu, nawaombeni sana, tuendelee kuwaunga mkono ndugu zetu hawa na kituo hichi. Kituo hichi kinafanya kazi kubwa, kituo hichi kinatuvika heshima katika Uislamu wetu Mheshimiwa Sheikh wa Mkoa, kituo hichi kimekuwa kukipata kidogo mtihani mtihani, na mimi nikiwaunga mkono na nikiwa na ndugu zangu hawa bega kwa bega, amiri watamsia mkoa, amiri wa kuendeleza Uislamu, tukiendelea nao na viongozi mbalimbali, hata kama wako katika wilaya ya Kigoma DC, lakini nilisema mimi nitawaunga mkono na nimekuwa nao bega kwa bega lakini wamekuwa na changamoto nyingi, na hili ni wasi Waislamu, hasa sisi Waislamu ndio tunaipeleka fitna kwamba kituo hichi ni kituo cha ugaidi, na wakisumbuliwa sana kwamba kituo hichi kinafundisha ugaidi. Na hili nimeona niliseme mbele yako shi mkoa, uendelee na wewe kupaza sauti zako kwenye vyombo vinavyohusika kwamba kituo hiki ni kituo salama. Na mimi nimemwambia hata mkuu wa wilaya, sababu mkuu wa wilaya wetu ni mmoja Kigoma DC na Kigoma mjini, mkuu wetu wa wilaya ni mmoja. Nimemwambia kwamba kituo hiki kwa ni kituo cha kuangaliwa, kituo hiki ni kituo cha kuthaminiwa, na kama kuna tatizo la aina yoyote katika kituo hichi, sisi ndio viongozi tuliopo tuulizwe. Je, kituo hiki ni kweli na ugaidi? Lakini wanapeleka fitna hizi. Ni sisi Waislamu ndio tunapeleka fitna, wakajana kituo hiki kitaka kufungwa, tukasimama imara, tukahakikisha kwamba kituo hichi hakiwezi kufungwa, na tulimleta hapa Said Muhammad, mtoto wa Said Muhammad Ali, akaja hapa hata mimi wa wa shekhe wakutanguawako kwenye kambi hapa Wako hapa Ibrahim eh na Azrul. Sipwa, eh wapo a nimewaleta kwenye kambi, wako hapa kuliko siku 90 hizi kukaa nyumbani tu, wanakula hawana wanachokifanya na nini, waje wakae hapo wapate taaluma, kwa wapo hapa hata mbali. Hawa watu tunawaona, kuna watoto wanatoka ila gala, wanatoka mpaka uko makali ya mawapi, wazazi wanawaleta na wakitoka hapa wanatoka na mafundisho na mafanikio, achilia mbali kusoma walioyasoma, lakini wanatoka na ujuzi. Ni kweli aliyasema ndugu yangu kwamba hata juzi mimi waonea huruma, wasingepata mahiji, wanasema dee ishirini baya zaidi, hata hao wene wamelima na kabla mahindi hayajakomaa Waislamu wakaenda kuiba Ikabidi waende kuyangoa kuyakata mahindi baada ya taajabomaa wamgepata takumia hata hamsini watu akenda kuiba. Kwa hiyo mimi ni sehroshefe kwamba sababu ndio kiongozi wetu sahibulmakamu, lakini tunayefakihi hapa, tukilee kituo hichi, tukilee kituo hichi kinafanya kazi kubwa sana na ukiona kazi wanazozifanya hawa watoto Achilia mbali hawa kuwasomesha hapa, kama alivyosema, namna wanavyotafutia ajira. Kwa hiyo ni jambo ambalo mimi nawaunga mkono, na tuko pamoja, tuko pamoja katika hili, usiku na mchana, na mimi nitamani sana mkuu wa wilaya awepo hapa. Anakuja, anakuja eh, eh, haya maneno tumwambie, dasi awepo hapa, hata mkuu wa mkoa, na bahati nzuri mkuu wa mkoa ndio mwenyewe sasa k kwa tatufikishia kwamba kituo hichi kinatakiwa malezi yaliyokuwa ya hali ya juu. Hichi kituo ni fahari yetu sisi Waislamu. Kwa mimi yalikuwa kwangu ni haya, na huwa mimi shakawa, huwa naguswa sana nikija hapa, ukiwakuta watoto hata wale watukutu, wakimaliza siku tisini, mtoto akiambiwa rudi nyumbani hataki kurudi, hataki kurudi Wako watoto wamejifundisha, yuko shekhe ndugu yangu mwenyekiti wa Tamsia, ye ni afisa kilimo. Wako watoto shekhe, wametoka hapa ni wataalamu wa kilimo. Sasa tunalia sisi waislamu kwamba hatuna nini, wataalamu lakini hawa mabwana wenye grupu hapa. Lakini pia tunaye nimemwona hapa ndugu yangu afisa Mif, samaki eh? Eh, mdugua, eh. Ni, ni kiongozi ni mwalimu Hivi sa sa anajua samaki wote walioko kwenye bahari, hata wale ni wafuga, wote anawajua, na kambale wote anawajua, na anajua ni kambale mayai anayo, anaweza kuyabeba, anajua tunawatumia namna gani. Mimi nilikuwa juzi, mwaka jana, nilikuwa vizimba, mweshimuah, nilikuwa vizimba vinne baada kuona kwa Mwanza, kwa ya kuona wivu kwa wenzetu wa Mwanza walikuwa vizimba vinane venye thamani ya milioni mia moja na nne. Mimi nikaenda kuomba vizimba, lakini baada ya kupewa utaratibu wa vile vizimba nikaviweka vile vizimba pale <tutuwa> afu tukaanza kujipima tunaweza kama jamani, tusii tukagombana na serikali turudishe vizimba vya watu. Leo ulifakari tunaye afisa ambaye ni Muislamu, tukienda kuomba mizimba tunao watu. Kwa sababu nini? Wakusimamia, wakusimamia tumswali tu Allahu masalla sana. Tukitaka kilimo, mimi nafuga hapa, kesho hapa karibu karibu nitaondoka na usepo, kwa sababu tumalikuwa kuenda kutoma sindano mbuzi, yeye anajua, baba, huyu mbuzi anauma malaria, huyu ni mja mzito, huyo unipa hata kutoka, anajua. Kwa hiyo tutamchukua bure. Hii ni fakari yetu sisi kuona kituo hiki kazi inayofanya, na mimi niwaambieni ndugu zangu, mimi nawaongeni mkono mia kwa mia inshallah, nawaongeni mkono, lakini naamini na viongozi, ndio maana wako hapa, wanaonga nini, nimeona na viongozi kina mama hapa mkono, ndio maana wako hapa. Na mimi niseme tutakuwa pamoja inshallah, tutakuwa pamoja na tumekuwa. Ramadhani ilipoanza, tutawatembelea hapa. Baadhi bahati mbaya, mashehe huwa ni matablihi, hatuna kitu hali zetu mbaya sana lakini kwa kile tunachukua, yes. Tunachokipata tutakileta eh, na mimi ingawa tunajua kwa shaka atasema, na mii wakati unasema alikuwa nanigusa naumia, nikasema mimi shambani kwangu maharage hapo. Ah, mimi maharage siemee, mtakuja kuchukua hapa hapa itakuja kuingawa kwa sababu ukatuua kwenye familia. Ah, ah. Si ndio mnasoma hapa, na wanasoma bure koyo ishamba. Haya ilikuwa ni ya kwangu, nimeona ni yaseme.